Karibu tena katika chaneli yetu ya Afya Yetu Hub TV. Leo tunakwenda kujifunza mada muhimu sana ambayo inahusu jinsi ya kutoa huduma ya kwanza kwa mtu aliyepata ajali ya kuungua na moto. Ajali ya kuungua na moto ni moja ya ajali ambayo inahitaji matibabu ya dharura ili kupunguza hatari ambayo inaweza kujitokeza. Katika mada ya leo, tutajifunza hatua ambazo unapaswa kuzichukua ili kuhakikisha unamsaidia vyema mtu ambaye ayapata ajali ya moto. Utakuwa nami daktari Lenny Komba nikikupatia kwa undani kuhusu mada hiyo. Kama ni mara yako ya kwanza kwenye chaneli hii, tafadhali hakikisha una subscribe ili uwe unapata mauzui yetu mara kwa mara. Jambo la kwanza, hakikisha unaondoa chanzo cha moto. Kama moto umesababishwa na shoti ya umeme, hakikisha unazima chanzo cha umeme, lakini pia mwondoe mhanga kutoka kwenye chanzo cha moto. Epuka kuwa shujaa kwenye ajali ya moto, kwani unaweza kuhatarisha usalama wako. Usalama wako ni jambo la msingi. Jambo la pili, ondoa nguo za kubana kutoka kwa mhanga au mjeruhiwa, mtu aliyepata ajali ya moto. Ukisha mweka kwenye sehemu tulivu, mwondoe zile nguo ambazo amevaa ambazo zinabana, ili kupunguza hatari ya kuungua maeneo mengine. Jambo la tatu, punguza maumivu kwa kumwagia maji ya baridi. Mtu aliyepata ajali ya moto, tunashauri umwagie maji ya baridi. Hii inasaidia kupunguza maumivu na kuondoa uchungu, lakini epuka kutumia maji ya baridi kali kama barafu, kwani yatapelekea kuharibika kwa tishu. Lakini pia epuka kupasua malengelenge kwa hatua hii, kwani malengelenge husaidia kutunza ngozi dhidi ya maambukizi ya bakteria. Baada ya hapo hatua inayofuata ni kusafisha jeraha. Kusafisha jeraha kwa kutumia maji safi, unaweza pia ukatumia na sabuni isiyo na kemikali nyingi, sabuni za kawaida ambazo tunazitumia majumbani. Tunasafisha kwa kuondoa uchafu wote, lakini usikate ngozi wala kuondoa malengelenge. Baada ya hapo unaweza ukapaka bani krimu, krimu ya bani kama unayo. Tunapaka krimu ya bani ili kupunguza hatari ya maambukizi ya bakteria, krimu ambayo imetengenezwa kwa silver sulfadiazine. Hii krimu husaidia kulinda majeraha ya moto dhidi ya maambukizi na kupunguza hatari ya kuvimba, inflammation. baada ya hapo Funika jeraha kwa kitambaa safi. Ukishafanya hayo yote, hakikisha umefunika jeraha husika kwa kutumia kitambaa safi na kikavu. Hakikisha aubani sana ngozi, ili kurahisisha mzunguko wa damu kuendelea. Mpeleke mgonjwa katika kituo cha afya akutane na daktari kwa ajili ya ushauri zaidi. Hata kama jeraha ni dogo, mpelekee kituo cha afya kwani kuna majeraha huwa yanahitaji kupatiwa chanjo kama chanjo ya tetanus. Lakini pia kuna majeraha ambayo yanahitaji vipimo na uangalizi wa karibu wa daktari. Hivyo hakikisha umempeleka mgonjwa wako kituo cha afya. Mambo ya kuepuka. Kuna mambo ambayo tumekuwa tukiyafanya, kwa mfano kumpasulia yai ya ni vizuri, lakini mgonjwa hafaidiki chochote kile na kumpasulia yai ya, kwani huweza kuongeza baadhi ya maumivu kwa baadhi ya majeraha. Yai lina joto, ukimpasulia itaongeza joto na kuongeza maumivu ya haraka. cha kufanya mwagia maji ya baridi baada badala ya kumpasulia yai ya. Kuna ambao wanamwaga petroli, Usimwagie petroli. Lakini pia kuna ambao hutumia baadhi ya mitishamba ambayo hawajui baadhi ya mengine ya mitishamba. Hakikisha hautumii kitu ambacho haukifahamu, kwani kinaweza kikaongeza ukubwa wa jeraha. Lakini pia usipasue malengelenge ukiwa nyumbani, kwani malengelenge husaidia kutunza ngozi dhidi ya maambukizi ya bakteria. Ulikuwa nami daktari Lenny Komba nichikuletea mada hiko ndani. Tukutane katika mada ijayo. Tafadhali usahau subscribe, like na kushare video hii kwa marafiki, ili wapate kujifunza zaidi. Kama kuna mada ambayo ungependa tujifunze au una swali lolote lile, tuandike kwenye comment section ili nasi tujifunze zaidi. Tukutane wakati mwingine.